Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Taarifa yetu kuu siku huu, washirika wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Joseph Kabila wamekataa hukumu ya kifo aliyopewa na mahakama ya kijeshi. Washirika wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Joseph Kabila wamekataa hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya kijeshi dhidi ya Kabila. Mahakama hiyo ilimhukumu kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, pamoja na uhaini. Pia ameshutumiwa kwa kushirikiana na waasi wa M23 ambao kwa sasa wamedhibiti baadhi ya maeneo ya mashariki mwa taifa hilo. Kabila mwenyewe hakuwepo mahakamani wakati hukumu ya kifo iliposomwa. Kiongozi huyo aliondoka DRC miaka miwili iliyopita na kurejea mwezi Mei mwaka huu katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Goma, ila kwa sasa hajulikani alipo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 54 ambaye aliiongoza DRC kwa miaka 18 anasema mahakama ilikuwa ikitumika kama chombo cha ukandamizaji. Mmoja wa washirika wake, waziri wa zamani Kikaya bin Karubi